Mshtaka wa Jay Z aliyedai kubakwa na rapper huyo akiwa na umri wa miaka 13 mwaka wa elfu mbili, anayejulikana kama Jendo amepinga vikali rekodi iliyofanywa na wapelelezi wake binafsi rapper huyo akidai ya kuwa haionyeshi ukweli wa hali yake halisi na imetengenezwa kwa lengo la kupotosha umma na mahakama. Kwa mujibu wa Jendo, wapelelezi hao wawili walitoa ushahidi wa uongo mahakamani kwa kudai kwamba alijiondoa kwenye madai yake ya kubakwa kwa siku moja baada ya timu ya wanasheria wa Jay Z kuachia vipande vya mazungumzo yaliyorekodiwa. Jendo aliwasilisha nyaraka mpya mahakamani ikifichua kuwa wapelezi hao Charlotte Henderson na James Butler walifika nyumbani kwake Alabama kwa kushtukiza bila taarifa yoyote ya awali. Na katika nyaraka zilizopatikana TMZ, anabainisha kwamba hakujihisi mtulivu wa kawaida au mwenye amani wakati wa mazungumzo hayo, bali alitetemeka wakati wote walipokuwa wakizungumza naye. Mambo mengine kwamba hawakumpa fursa ya kuzungumza kwa uhuru na badala yake walimwekea shinikizo. Anapinga madai hayo ya kwamba aliwaambia mara nne ya kuwa Jay Z ya kuwa na uhusiano wowote na ubakaji wa mwaka 2000 baada ya tuzo za VMA huko New York. Katika hati hiyo mpya aliyowasilisha mahakamani, Jane Doe anakanusha vikali kwa kusema, sikuwahi kusema iwe mara moja ama mara nne kwamba bwana kata hakunivamia ama hakunibaka. Kauli hii inazidi kuibua maswali kuhusu uhalili wa ushahidi wa upande wa Jay Z na mbinu zinazotumiwa na timu yake ya utetezi, huku kesi hiyo ikiendelea kuzua mijadala mkali, huku hili likifuatia ikiwa ni hivi karibuni iliachiwa sauti ya aliyekuwa mshtaka huyu wa Jay Z akidai kwamba Jay Z mwenyewe hakuhusika na ubakaji akiwa na umri wa miaka 13. Hiyo ni SnS management.